Alikuwa msanii wa kwanza wa kike kusainiwa chini ya lebo ya WCB Wasafi, dada wa damu kabisa wa Diamond Platnumz, lakini leo Queen Darleen ametoweka kabisa kwenye ramani ya muziki, bila hata alama ya kushirikishwa kwenye albamu nne kubwa kutoka kwa lebo yake mwenyewe WCB Wasafi. Hii ni hadithi ya kusikitisha sana ya sauti iliyonyamazishwa, na maswali magumu tunayouliza leo ni kwa nini Queen Darleen amesaulika, na je, Diamond Platnumz ana mchango kwenye kimia chake? Tafadhali

Queen Darleen alisainiwa rasmi na WCB mwaka 2016. Aliachia kolabo yake ya wimbo wa kijuso akimshirikisha Rayvanny, na huo ulikuwa mwanzo wa safari yake kama msanii wa kike wa kwanza chini ya WCB Wasafi. Akafuata na kolabo yake nyingine ya wimbo wake wa mbali akimshirikisha Harmonize. Alafu ikaja bachela akiwa na Lava Lava wawiliwili umenikumbusha Lava. Kule Insta udaku wanasema mume umekwara eti umefata hela, kakubali kulewa mitara lakini kitu cha kushangaza hajawahi kushirikishwa hata mara moja kwenye nyimbo za wasanii wenzake waliokuwa naye kwenye lebo hiyo, zaidi ya ule wimbo wa zilizopendwa ambao walikuwa wasanii wote wa Wasafi kipindi hicho. Katika kipindi alichokuwa WCB Wasafi, albamu nne kubwa zilitoka. Ya kwanza ni albamu ya A Boy From Tandale ya Diamond Platnumz mwaka 2018 hakushirikishwa wala hakutajwa. Albamu ya pili ilikuwa Sound From Africa ya Rayvanny mwaka 2021 haku Queen wala Darleen. Albamu ya tatu ilikuwa Definition of Love ya Mbosso, bado pia hakushirikishwa. Na kisha albamu ya nne ilikuwa Swahili Kid yake msanii D Voice. tena jina lake halikutokea mahali. Swali ni moja tu, kwa nini? Je, yeah, kuna ubaguzi wa jinsia au ni mipango ya siasa ya kimuziki? Lakini mbona Zuchu yeye alipushiwa sana? Taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba Diamond Platnumz alianza kumweka mbali dada yake huyo kufuatia mvutano uliyomuhusisha na baba yao mzazi. Mzee Abdul, ghafla ukaribu wake na Queen Darleen ulianza kupungua, huku akiwa karibu zaidi na Esma Dangote, Ricardo Momo na hata Romy Jones. Je, familia ilivunjika? Na je Diamond Platnumz aliamua kutompa dada yake jukwaa kama njia ya kuonyesha msimamo wake? Wakati Zuchu anapewa kila fursa, kushirikishwa, kupewa hits, shows na endorsements, Queen Darleen alikuwa kivulini. Je, alikosea wapi? Au ni mfumo wa muziki wa Afrika Mashariki ambao hauwatendei haki wasanii wa kike hata wale wa familia ya kifalme kama Queen Darleen. Hii ni sauti ya msanii aliyesahaulika na kupuuzwa hadharani, lakini swali linarudi kwako mtazamaji wangu. Je, yeah, unadhani kuna haja ya Diamond Platnumz kumrudisha dada yake Queen Darleen kwenye game? Niachie kwenye comment section kama unaamini wasanii wa kike wanahitaji nafasi zaidi. Ebwana mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media, namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi na tano na, na waachia nyinyi hapo eh, bwana e, tukutane kwenye video ijayo mm. Una mbele wala nyuma sawa, sina mbele, wewe uko nalo mbele basi uyahifadhi kwa ajili ya kizazi chako na hiyo nyuma uza kama maandazi.